Mtazamaji, kuna hatari ya hospitali zinazoendeshwa na serikali za kaunti kukosa dawa iwapo bima ya SHA haitalipa madeni inayodaiwa na, na hospitali za kaunti. Ndio kauli ya gavana wa Nyeri Mutahi Kahiga ambaye anadai kufikia sasa SHA ina deni la nusu bilioni la hospitali za kaunti ikiwa ni jumla ya madeni ya bima hiyo na iliyokuwa ya NHIF. Gavana huyo aliyezungumza alipozindua miradi ya kuboresha afya katika maeneo bunge ya Mathira, Othaya na Nyeri mjini, pia amelalama kuwa tayari madeni hayo yameanza kuathiri huduma. SHA ni mpango mzuri, lakini kuna upungufu wa fedha Ndipo tunapata kwamba kaunti zinashindwa kutekeleza wajibu wao kwa kununua madawa na vifaa vingine, kwa sababu kwa mfano niseme tu kaunti kama ya Nyeri tayari tunadai SHA zaidi ya milioni mia mbili themanini. Ukiangalia bado kuna pesa ambazo zilikuwa za NHIF milioni mia mbili arobaini na mbili. Hizo fedha zote ambazo tumezitaja kama zingekuwa zimelipwa basi tungekuwa tayari tumeshanunua madawa tushafanya mambo mengi, lakini kwa sasa kuna shida uh. Wagonjwa wanafika katika hospitali wengine wanapata kwamba uh, faida wanaoipata kwa SHA imepungua kidogo kuliko ile ambao walikuwa wanapata katika NHIF. Hasa wagonjwa wa saratani inawaumiza sana, kwa sababu inabidi warejelee ware mifuko yao kutafuta pesa zaidi ndipo waweze kukamilisha matibabu.